Shshi mtakatifu wa takatifu tunatunakuja mbele zako mbali tena Jehova, tunasema ni asante, maana hakuna aliye kama wewe Jehova. Jili Bwana ushirika wa jioni ya siku ya leo Bwana tunakapiti mikononi tukisema wewe ni Mungu na wewe unaweza, mtakatifu wa rehema. Bwana, acha neno bado litakapotiliwa na mtumishi wako Jehova, acha likawa Bwana la kutujenga katika maisha yetu Jehova. Ajiria, acha Bwana unene neno la wakati, maana hakuna ria kama wewe Jehova, na ninajua Bwana ukifanya hayo, na najtateha nani. Katika jina lako takatifu tunaomba na hata kuniamini. Basi nashukuru Mungu sababu ya kutupa wakati huu ambapo wametupa. Uh, wewe ni wa maana sana, na huwa ninakupenda kila siku mahali ambapo huwa tunapatana na ili basi, uh, tukaweze uh, kubarikiwa zote kwa pamoja. Jioni ya leo tuko na tuko na Evangelist Julius Kisombi na John Kipawa, ambapo huwa tunasema you can find us everywhere. Uh, unaweza ukatupata katika Instagram, Twitter pamoja na Facebook, uh, pamoja pia na na TikTok. Huko kote tuko. Mungu wa bingu anatupenda na anatujali, na ndio sababu huwa tunapatana zote katika uh, kusikiliza neno la Mungu ambalo uh, ni taa katika maishani mwetu. Na siku ya leo basi tumekusanyika na ili tuweze kubarikiwa zote katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri uweze ukajisikia ukiwa katika hapa Kipawa Media TV, mahali ambapo huwa zote tunabarikiwa kila siku. Anajua kwamba Mungu ambaye ametuleta ako na lengo kwa sababu yetu katika jina la Yesu, sababu yeye ni Mungu mwema. Kwa hivyo ninakuomba keti vizuri, na ili Mungu aweze kuongea nawe, kwa sababu ninajua kwamba siku ya leo ako na lengo, na ili aweze kunena na moyo wako kama jinsi ambavyo amepanga siku ya leo. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Ako na lengo na ili aweze kunenea moyo wako, ako na lengo na ili aweze kuinua maisha yako katika kiwango kingine. Na basi siku ya leo tumekusanyika ili tuweze kunena mausia yake Mungu ambapo amepanga juu yetu na ili aweze kutuongelesha kwa sababu yeye Uh, ni upanga ukatao kuwili unanikata mimi na unakukata wewe. Na basi siku ya leo tunataka kuongea uh, tunataka kuongea kuhusu baraka. Baraka ni kitu kizuri sana katika maisha ambayo tunayoishi, na bila kupoteza muda tutaenda katika kitabu ambacho ni cha Mwanzo, kitabu ni cha Mwanzo ishirini uh, na saba uh, na tutasoma hapo tunapokuwa tunaendelea Najua kwamba Mungu wa bingu atakubariki katika jina la Yesu. Tutaongelea baraka, kwa sababu baraka nayo ni kitu kizuri. Ninajua ya kwamba hakuna mtu ambaye katika maishani mwake huwa hatamani kubarikiwa. Mimi natamani kubarikiwa, Evangelist Theresia unatamani kubarikiwa, kila mtu, na wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza, ninajua kwamba huu unatamani kubarikiwa. Na basi siku ya leo tuko kwa zamu ambayo aa, ni ya kuuliza Mungu kuhusu baraka yetu, jinsi ambavyo huu inaendelea na huo inatufikia aje ama huo inatupotea aje. Bwana apewe sifa. Na basi katika hiyo kitabu cha Mwanzo nilipokuwa basi nikitafakari, kuanzia hapo penyewe neno la Mungu linaniongelesha na kuniambia kwamba kulikuwa basi aa, na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Isaka na huyu mtu uh, wakati mmoja alizikuwa amezeeka ama alikuwa mzee. Na wakati mmoja akatazama akaona ya kwamba nimezeeka, na ninafaa niweze kujigawa mali, ambapo yeye alikuwa na wana wawili ambao ni wa kiume. Na basi akaangalia akaona ni vizuri sana yeye basi aweze kumbariki mtoto wake ambaye ambaye alikuwa ni mtoto wake wa kwanza, na basi huyu mtoto wake alikuwa akiitwa Esau na mdogo wake ambaye ni Yakobo. Na basi wakati mmoja ambapo alikuwa akijitayarisha, na akamwambia ya kwamba kwa sababu nimezeeka, ni vizuri sana uende katika mawindoni, uende na uniletee, ili niweze kula na niweze kukubariki. Na basi Esau akachukua miguu yake na akawa basi ameenda katika mawindoni. Hebu angalia hapa msikilizaji wangu, kwa sababu ninataka sana uweze ukaangalia jinsi ambavyo huwa baraka yetu huwa tunaipokea ama huwa inatupotea kwa namna gani, kwa sababu wakati ambapo Esau alienda katika mawindoni. Hebu angalia, mke wake ambaye alikuwa anaitwa Rebeka naye basi akaangalia, akajua ya kwamba, alisikiliza akaona baba yake ya hawa vijana amenena kweli, na huyu kijana ambaye alikuwa ni mkubwa, na basi akamwita huyu ambaye ni mdogo akamwambia, nimesikia baba yako akisema. Hebu angalia, nimesikia baba yako akisema huyu. Rebeka akawa basi amemwambia ya, ya kwamba huu ni wakati basi. Aa, wakati ambapo unafaa ukachukua basi uh, mbuzi ambao ni wawili. Even hivyo ndivyo ambavyo alivyomwambia uchukue mbuzi wawili na uniletee, na ili niweze kuandaa chakula kile ambacho baba yako angekuwa akikitaka. Hivyo ndivyo basi uh, huyu kijana ambaye alikuwa ni Yakobo aliangalia na akaona ya kwamba kuna mambo ambayo yangefanyika kupitia jinsi ambavyo mama yake alikuwa anataka, huenda yeye Esau. Huenda Yakobo aliangalia akasema ya kwamba basi baba yangu atanitambua, na jinsi ambavyo ndugu yangu alivyokuwa, basi na maumbile yake, huenda baba yangu atanitazama aje, huenda baba yangu atanipapasa. Kuna mambo kama hayo basi Yakobo alikuwa akijiuliza, na hebu angalia mama yake basi alikuwa basi amwambia jinsi ambavyo atakavyofanya. Hata kama laana itashuka juu yake, itakuwa juu yake mama yake. Hivyo ndivyo alivyoamua, na basi Rebeka, akakiandaa chakula na hicho chakula kikachukuliwa na mtoto wake ambaye ni Yakobo, akakipeleka katika baba yake. Na wakati ambapo aa, aa, Yakobo alifika mahali ambapo baba yake alikuwa kumweleza jinsi ambavyo amemletea kile chakula, basi aa, ya mtu ambaye ni Isaka alikuwa basi alitaka kusikiliza kama sauti ni kweli ni ya ule mtoto wake wa kwanza, na basi aliposikiliza, alisikia ni kana kwamba si yeye, kwa sababu alimuuliza, umepata aje kwa upesi namna gani kupata mawindo na kuu umeniletea. Akapata shaka katika moyo wake, lakini basi alipokuwa amemkaribia, kwa sababu baba yake hakuwa akiona, alikuja akampapasa na no, kwa sababu alikuwa amevalishwa mavazi ambayo ni ya Esau basi akakuwa, basi baba yake hakujua vizuri, kana kwamba huyu ni Esau ama huyu ni Yakobo, lakini yeye mwenyewe aliangalia akaona ya kwamba sauti ni kweli, hii sauti ni kama si ya Esau, lakini basi alichukua wakati ule na kuangalia jinsi ambavyo mtoto wake alikuwa alipompapasa, basi akawa, aa, akawa akawa basi baada ya kula baada ya kula akawa ameachilia ile baraka. Kuna baraka ambayo aliachilia juu yake. Maswali inakuja aje? Esau alipokuwa basi, ameenda na kurudi akakuja kwa baba yake na akamwambia vilevile, nimekuletea mawindo. Na ujue tayari baba yake alikuwa sha bariki Yakobo, akawa basi amekuja na yale yale ambayo ilikuwa ni mawindo na kufika kwa baba yake, baba yake alimuuliza wewe ni nani? Na wakati ambapo alimwambia mimi ni Esau, baba yake akalia sana, kwa sababu alikuwa sha alikuwa sha bariki Yakobo. Na basi uh, naye Esau akamwambia kwamba kabla haujaja basi niletewa chakula na nikala na nikawa nimembariki mdogo wako. Esau akalia sana, Esau akalia kwa uchungu sana, alipotazama jinsi ambavyo alivyokuwa alivyokuwa, basi alivyokuwa amemtumaniana alivyokuwa basi ametu, ametumana na kwenda katika mawindo, akawa basi amelia sana katika moyo wake wa, nikakuwa basi nikijiuliza masuala ambayo yana yanakuwa katika mioyo yetu, huwa baraka yetu inaenda namna gani? Huwa baraka yetu inabadilishanwa kwa njia gani? Hicho ni jailo ni jambo ambalo ni nzuri sana mpendwa. Wakati ambapo wewe mwenyewe Mungu anakutuma mahali ambapo amekutuma, huenda amekuandaa kama taa katika maishani mwen, mwako, amekuandaa kama chombo ili ubadilishe shida katika kwenu. Kuna watu wengine wanaweza wakatokea na wachukue baraka yako kupitia mavazi yako, kupitia sauti ya pili. Ni vizuri sana msikilizaji wangu, usikize sauti ya Mungu. Ni vizuri sana uombe sana katika maishani mwako. Unapojaribu jambo, unapoambia watu siri zako, ni vizuri sana ujichunguze kwa sababu kuna watu wanaweza wakatokea kama Rebeka, watu ambao wanakuhusu. Watu wengine ni ndugu zako na dada zako, watu wengine ni watu ambao kama baba yako, hauwezi ukafikiria. Wanaweza wakatokea na kubadilisha baraka yako na kufanya mambo yako yaweze yote kuwa kama hasara na wewe basi uweze ku nafanya kazi inakaa kana kwamba ni ya bure. Nataka ukuongelesha msikilizaji wangu mpendwa, chunga sana kilicho ndani ya moyo wako, chunga sana maisha yako, chunga sana watoto wako, chunga sana baraka yako. Kama uko na kazi ichunge sana, kama basi uko na gari barabara ichunge sana, kama basi uko na boda barabara ichunge sana, kama basi uko na maono ichunge sana, kwa sababu kunaweza tokea watu na dilishe kile ambacho umekuwa ukitafuta na ukute ya kwamba wewe basi ndio ulikuwa unafaa uwe tegemeo katika familia yenu, lakini imechukuliwa wewe unaachwa ukiteseka. Wewe unajaribu kurudi, machozi na uchungu ndio inatokea kwa moyo wako, kwa sababu baraka yako imebadilishwa. Kuna watu ambao wanaweza wakabadilisha mambo yako, kama ni maono yako inaweza ikabadilishwa. Ni vizuri sana ujichunge, angalia mpendwa, watu ambao wanao kuhusu angalia watu wale ambao unaonena nao, angalia sana watu ambao wanaokukabili wewe. Ni vizuri uchunge maisha yako na ili uweze kufaulu na ili uweze kwenda mbali. Ni wakati ambapo inafaa uchunge sana ndoto zako. Kulikuwa na watu kama Yusufu kulikuwa na watu wengi sana ambao wamewahi kutana na majaribu sana, ambayo huwa tunaipata tukiwa kwa hii dunia. Baba yako anataka akubariki ambaye ni Mungu wetu, lakini kunatokea watu wengine wanakupotosha njia, wanakuambia usifanye hivi. Wengine wanatokea wanaleta confusion, wanakutoa kwa laini ya Mungu. Wewe ulikuwa ubarikiwe, lakini unakuta ya kwamba umeambiwa ngoja kidogo. Wengine unakuta ya kwamba umewaambia unataka kuweka biashara, wanakimbia wanaweka biashara kama hiyo, ndio wewe uweze kukosa laini, wewe uweze kuwa confused. Ni vizuri mpendwa, chunga sana baraka zako. Mungu akikutuma chunga sana njia zako. Mungu akikubariki chunga sana ulicho nacho, kwa sababu kuna watu ambao wanaokitafuta, kuna watu ambao wanang'engana sana, na ili wakuangushe. Huu ni wakati ambapo ni vizuri sana ujichunge, kwa sababu kuna Rebeka wengi ambao wanaweza wakatokea, na wabadilishe, na wavalisha watu wengine nguo kama zako, na wabadilishe baraka yako waifanye kuwa kitu to tofauti. Wabadilishe maombi yako na ikuwe kitu tofauti, wabadilishe ushirika wako na Mungu na uwe kitu tofauti. Ni vizuri sana uchunge wale watu ambao unakutana nao, wale watu unaambia siri zako. Ni vizuri sana uchunge, kwa sababu Mungu ako tayari kukubariki na ameachilia baraka iko katika ulimwengu wa anga ambao basi unafaa uipokee wewe. Ulikuwa unafaa kujenga nyumba ukanunua materials zote lakini sasa hivi imekwama. Ulikuwa unataka kuweka biashara hivi, unakuta ugonjwa umetokea na unakuzuia kufika mahali ambapo wewe unatamani ufike. Unakuta ya kwamba ulianza familia na ni kweli umeingia kwa ndoa, lakini unakuta ya kwamba kuna watu fulani uliwaambia siri zako, washachukua kile ambacho kinaweza kupatia kibali, washachukua kibali chako, washachukua radha yako, washachukua mazao yako, washachukua hii mume wako washachukua mke wako. Ndio sababu unaenda unakuta ya kwamba umekimbia sana, na ni kweli umeleta majibu, Mungu wangu umetenda, Mungu wangu umenituma, lakini badala yako upokee kile ambacho unachofaa upokee, unakuta ya kwamba umepokea kile ambacho hakikuwa kinakufaa. Naomba tuweze kuomba katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu, uliomba mbingu na nchi, tunakushukuru Jehova, tunasema ni asanti. Ficha maono yetu na ndoto zetu, Jehova. Tazama Bwana wa majeshi, huyu ambaye ni mzazi, ambaye ni Isaka, alikuwa na haja ya kubariki mtoto wake ambaye ni Esau, lakini hebu tazama jinsi ambavyo baraka yake ilibadilishwa. Tunakuomba utufiche Jehova, tunakuomba, tunapojifananisha na mfano huo, Mungu wetu utufiche, Kristo utuhifadhi Jehova, uhifadhi wazazi wetu Bwana, wazazi wa waki...

Vijana na wasichana na watoto, Mungu hifadhi ndoto zetu, Bwana. Wengine wetu tumejaribu mambo mengi, lakini yameatakiwa na adui zetu. Wengine wetu wamevaa nguo zetu, Jehova, tunajaribu kusherehekea baraka zetu, lakini Mungu, zimeshikwa na mateka. Ninakuomba Jehova, ufiche nchi yetu ya Kenya, ufiche watu wetu walioko diaspora, ufiche Jehova wale ambao ni Wakristo kwa dunia yote, Mungu wetu, wale ambao tunalia tukitafuta kubarikiwa na wewe tunaomba Mungu wetu tujibu katika jina la Yesu. Mipango yote ya yule mwovu naomba ikaanguke, twende mbali. Naomba Kristo wewe utuongoze na ili tuweze kufaulu, Jehova tuweze kushika baraka zetu kwa wakati ambao unaofaa. Jehova wengine watu Bwana wa majeshi wamerushiwa maroho chafu Jehova ambaye imewaweka katika anga ambaye imewaweka katika Jehova Mungu inji ambayo ni jangwa, wanajaribu kupokea baraka zao, vita ime jangwa kila kona. Wengine wanajaribu kupokea Mungu, kibali chao Bwana kimekosekana, wanazunguka hapa na pale. Jehova Mungu, uchungu umejaa katika mioyo yao. Wengine wako na depression, wengine wako na magonjwa tofauti katika mioyo yao, kwa sababu amani yao ilichukuliwa, afya yao ilichukuliwa, uwepo wao ulichukuliwa. Jehova, majina yao yalizikwa. Ninaomba katika jina la Yesu. Tazama Kristo Yesu, Esau Baba yake kana kwamba wewe una baraka moja tu. Tazama Mungu wa rehema, wewe una baraka nyingi. Jehova, unaweza ukatukumbuka tena, hata kama tumezikwa chini, hata kama tumesahaulika, hata kama tumesemekana hatutaenda mbali. Baba, unaleta tumaini letu, pokea sifa na utukufu, na ni kwa jina na baba na mwana, roho mtakatifu, tuseme amina. Huu ni wakati